Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, karibuni Munira Coastal Food and Inspiration. Leo tujifundishe jinsi ya kupika nyama ya sambusa na namna utakavyochoma sambusa zako ziwe vizuri, zisiwe na vipimples pimples wala viharara harara kama hivi. Mashallah. Make sure na patia video hii ni thumbs up, na pia na subscribe kwenye channel yangu kama wewe ni mpya hapa. So, kwanza kabisa kwenye sufuria tutatia nyama ya kima ama minced meat. Hiyo ilikuwa ni nusu nusu mbili, so ni kilo moja. Kisha nitaiwashia moto, na uta notice kwa kando niko na nyama hapo imekatwakatwa into cubes. Hiyo ilikuwa ni nyama ya kuku, so nimeona fadhali nifanye zote kwa pamoja ili tupate natija kwa upande wote. Nyama hii ya kuku unaweza kuitia kwenye spring roll ama ukaifanyia kwenye cutlets so katika spices ambazo tutatia kwenye nyama yetu ya kima, na utanotice ninachotia kwenye kima pia natia kwenye kuku lakini vingine siti. So hii ilikuwa ni garam masala na hicho kijiko nilichoshika ni tables ni teaspoon sorry. So natia garam masala, eh, kijiko kimoja huku na huku nitatia kijiko kimoja na nusu kwa sababu hii nyama ya kuku ilikuwa ni nyama ya kuku kilo moja na nusu. Hiyo ile iliyokuwa kwenye sufuria ni kilo moja lakini tutaongezea nusu baadaye, utaona niki nikiongezea na nusu upande huu mwingine. Hiyo ni kari powder ya brand ya Tropical Heat na hapa natia chili flakes, na chili flakes huwa inawasha, so hautojaza kijiko. Upande huu nimetia nusu kijiko, na upande huu ndo nimetia full kijiko kwa sababu nyama huko itakuwa ni nyingi. Na hapa natia black pepper nusu kijiko huku na huku kwingine natia kijiko kizima, kwa sababu kama nilivyowaambia, hii nyama ya kuku ni kilo moja. So utaona spices zake zinazidi, na hiyo ni pilau masala. Pilau masala can be very overpowering, yani inaweza ikawa na harufu kali sana. So natia vikijiko nusu nusu on both sides. Na hii ni paprika. Paprika nitatia kijiko kimoja na nusu, na huku pia nako nitatia kijiko kimoja na nusu. Paprika inakaa kama masala lakini huwa haiwashi kabisa. Hili ni boga lile jekundu ambalo limefanywa unga. Kisha hii ni simba mbili, yaani ni curry powder, lakini curry powder ya simba mbili nitatia vijiko, kijiko pande zote mbili. Na hii ni beef masala, so beef masala yangu nitaweka kwenye nyama peke yake, na kwenye kuku nitaweka chicken masala. So hiyo ndo tofauti tu, huku nimetia beef masala na upande huu nimetia chicken masala. Na hiyo ni manjano, so nitatia manjano kiasi cha kijiko kisha nitaichanganyia kwenye nyama yangu vizuri, yani nitaikoroga koroga. Upande huu mwingine bado sijaanza kukoroga kwa sababu sijawasha moto, na pia bado sijaongezea e, uh, nusu nyingine, ili ifanye nyama hiyo kuwa kilo moja na nusu so, siwezi kuwashajika upande huu na nyama nyingine bado haijakuwa tayari kwa sababu mwenzangu yuko anakatakata upande mwingine, so sababu nyama nyingine itakuwa inaiva na nyingine itakuwa mbichi. So nasubiri nyama iwe kamili yote, ndo niweze kuwasha moto upande huo ndo nyama iweze kuji tuweze kuikaranga, kisha tutatilia na chumvi. Na kwa hapa, kama garlic paste yako iko tayari, unaweza ukaitilia kwa kabisa. Mimi yangu bado ilikuwa haijapondwa, ndo iko inaendelea kupondwa, na kwa sababu ya haraka niliendelea hivyo hivyo, yani niliikaranga tu nyama yangu hivyo hivyo moja kwa moja, kisha garlic ginger paste nitatilia baadaye so utaikaanga nyama yako utaiponda ponda kama hivyo unavyofanya kwa sababu nyama ya kima ama minced meat ina tabia ya kushikana shikana, so utaiponda ponda kama hivyo ili iweze kuachana achana. Naona kwa upande wa huu mwingine niko naongezea nyama yangu ya kuku, alafu tutatia na eh, limao la chumvi. Hili ni limao la chumvi, sio lazima kama hupendi ungwadu wa kuzidi, sisi tunapenda ungwadu, so tutatia hiyo limao ya chumvi, na pia tutatia na limao la kawaida mwisho kabisa, kwa sababu limao la chumvi linatupatia ungwadu, na lile limao uh, la kukamua litatupatia na harufu. So kama unavyoona ninaendelea kubonda bonda nyama yangu ama nikaranga nyama yangu, yani iweze kupikika yote kwa pamoja. Nyama ikishaiva tutawekea vegetables, na katika vegetables tuko na kitunguu maji, pilipili, boga, dania na carrot. Hiyo carrot tume grate na hivi vingine tumevikatakata, yani into small pieces. Na kwa upande wangu, unaona nishaongezea nyama yangu ya kuku, na pia nishawashia moto ili nyama ya kuku iweze kuiva, so tutatia hizo vegetables zetu <coughs> kama hivyo kwenye nyama kisha tutachanganya. Mimi wanapenda vegetables ziingie kwa mapema, kwa sababu nataka yani kitunguu kiweze kuiva vizuri. Lakini kama wewe wanapenda, vegetables zako ziwe mbichi mbichi, yani hauna shida na kuwa mdomo utanuka, kwa sababu kitunguu kina tabia. Baada ya kula sambusa yako utasikia unapata yani mdomo wako unaleta hewa ya kitunguu, huwa si hewa ya kufurahisha uweze kaongea na mwanzo wako vizuri. Lakini kama wewe wanapenda basi utawacha hivyo hivyo lakini kama hupendi utafanya kama hivi yangu ninavyofanya mi inavyofanya na ikaranga ama niacha nyama izidi kukaa kwenye moto mpaka kitunguu kiwe laini kabisa, yani kitunguu kiweze kuiva vizuri. So hapo kitunguu saumu changu pamoja na jinja iko tayari, yani garlic ginger paste iko tayari, nitaitilia niwache nyama yangu ipikike mpaka ianze kutoa harufu ya kitunguu saumu. Yani harufu ya kitunguu saumu ikikarangika haipotezi, utasikia tu harufu yake, yani ina, inaleta harufu nzuri. Na nyama ya kuku yangu nimeipiga transfer kwa sababu jiko hili la huko haliwaki vizuri. So mwisho kabisa, nyama yako ikishaiva, ndo tutaikamulia limao, kwa sababu tumesema limao hili ni nzuri kwa ajili ya harufu. So tutaikamulia mwisho kabisa, ili tuweze kupata harufu ya limao kwenye nyama yetu ya kima. Na una make sure wakati unakamua iwe hakutoingia tembe. Sina napo kama kumeingia kimoja nikakitoa kwa sababu inaudhi sana, wewe unakata sambusa hivi unauma, unatafuna na ndani unapata tembe ya limao. Tembe ya limao wa very bitter na inaudhi sana. So uta make sure kuwa umetoa, yani tembe tembe hizi hazitoingia kwenye nyama yako kabisa. Alafu nyama yako ikishakuwa tayari utaweza kuiongezea dania mwisho kabisa pale uko karibu na kuzima, iweze kupoa ndio tuweze kuifunga. Huwezi kufunga sambusa zako nyama ikiwa ingali moto, kwa sababu kisha kwasababu kishafunga kufunga yenyewe itakutatiza alafu itafanya umanda, itakuwa majimaji. So wakati wewe unachoma sambusa zako, sambusa zako zitakuwa zinanyonya mafuta, kwa sababu ziko majimaji. Na kama unataka kufanya sambusa zako ziwe crunchy, ni uzitie kwenye mafuta ambayo yako baridi. So hapo tulikuwa tuko tunafunga, hii ni ile nyama yetu ya kuku itafungiwa spring roll, na huku tume tunafungia sambusa mashallah. So ili sambusa zako ziwe crunchy, utaweka kwenye mafuta yaliyo yaliyo baridi kabisa. Yani, wakati mafuta unainjika motoni na kabisa wewe unatia sambusa zako ndio sambusa zako hazitofanya pele. Kama unaona hizi zangu vile zilivyo hazina vipelepele wala vipimples kwa sababu mafuta yangu yalikuwa baridi wakati nimeanza kuchoma. So, sambusa zinachomeka na mafuta yaliyo baridi mpaka zitakapopata moto mpaka sambusa zitakapochang'kala kama hivi unavyoona mashallah, basi na hapo sambusa zako ziko tayari, utaenjoy sambusa zilizo nzuri insha Allah. Make sure nayepatia video hii ni thumbs up, na kama huja subscribe na umefika mpaka wakati huu, sijui unasubiri nini? Kindly subscribe kwenye channel yangu, karibuni.